Yo, nadhani nadhani katika wasanii na kwa sometimes nawachukia <laughs> ni Jo. Kwa nini? Jo ni ni kaka yangu, rafiki yangu, mshikaji wangu ambaye tunakaa sana, mm-hmm. Tunaongea na naona aso zao siku nyingi, yeah. Eh, ni watu wanao inspire na ni watu ambao kila siku nikikutana nao lazima jojinako waliseme kwa sababu wanakasirishwa na na, na kuzembea kwangu. Okay, kwenye game wao wana, wanachezani wana labda najiweka sana nyuma nyuma, si si push it to the limit ambayo natakiwa. Mm, nafasi yangu kila siku ambea nafasi yangu hiyo hapo wanaiona, ila sijui kwa nini nakuwa na, na, na hivyo. Okay. Yeah. So jo na watu wote wengine, mm. Nashukuru Mungu na katika wasichana, haika haika da haika she the best ame amekuwa nakumbuka, hata dada narekod adaud ikuwa nalhadisia nime- wakati nasikiliza kazi yako nilikuwa chini nasikiliza, nauliza huyu ni nani? naambiwa ni Tami ni, ilibidi nitoke nje nirudi juu ni kusikiliza vizuri. aniomba tu Tami kama amerudi kama hivi I, i asira sio ya nchi hii. Okay. Endelea kuwa hivi. Usi, usirudi nyuma tena endelea kuwa hivi. Kwanza kila mtu alikuwa surprised ile alikualan kwenye dada huyu na hii mtoto wa kike ndo imezidi kila mtu, yani amekuwa, ameona kwanza yupo siku nyingi alafu ameona kwamba sasa hizi niko serious na sasa hizi na na kitu mm -hmm. zaidi okay. Ah yeah, unajua watu wengi walikuwa hawajui walikuwa wanadhani labda na nazembea tu kwa sababu mwenye sijaamua, ila vitu vingi nimepitia. Okay, familia yangu, mama yangu, baba yangu, my dad aliko kwenye uh, drug addiction oh. yes. so wazazi wangu mie amenipata akiwa wadogo sana. Ukiona wazazi wangu naweza ukaza, ni dada zangu, dadangu na kakaangu so kwa baba angu kuwa kwenye drug addiction, mimi ndio kwanza niko shule. Hmm. mama angu kupata mtoto mlemavu wa viungo vyote ambavyo hawezi kukaa, kutembea, kuongea, kufanya chochote mpaka afanyiwe. Oh. mdogo wangu ananifuata wa kiume ataki, ataki kusikia chochote kuhusu shule zaidi ya mpira. Okay. mimi kama dada, unaweza ukaona vitu gani nimepitia, so kulikuwa na vitu vingi sana, ila nashukuru Mungu Saizi Mungu eh, Mungu ni mwema, zile swala sala zangu, mm. machozi yangu wananilipa saizi. Familia yangu iko proud. Mdogo wangu saizi ni mchezaji bora wa, wa Vodacom ta, Premier League Tanzania. Wapi aachezea wapi? Mwadu FC na Taifa Stars oh, nani wewe? yes, Hassan Kabunda mdogo wako? kutoka mimi nishana miaka minne sana. Ongera ikabonyeza kadude ikawa imezima, lakini waga sitaki kukuna, kuna kunanii kwa sababu na kutoa kwenye nani kwenye flo but hii si inachukua. Sasa tutamalizia na mm, meseji ya mwisho uh, kwa unajua mashabiki Tami, Tami, Tamilians wako na na everything, yani cha kumalizia okay, kwanza kwanza ningependa kuwashukuru watoto wa kike medias Tanzania zinazozidi kusapoti mtoto wa kike, it's a blessing, I swear, Mungu ni mwema kila wakati, na ningependa pia kuwambia kuomba kaka zangu wanaoimba mnawatumia hizi vitu, sema vyuma vimekaza <laughs> Ila, ila, ila si, sina sikuwa na maana ya kwamba kuwa ni mwachana haikuwa, um, na maana hiyo hata kidogo. Mm, ilikuwa tu na, na maana kwamba nyewe kama watoto wa kiume unatakiwa mtu lift up sisi ili kufanya kile kitu ambacho tunapenda. Kama msichana anakufuata anatamani kuwa rais siku moja, mlift up msichana. Anaweza kuwa kitu chochote duniani ambacho yeye anakipenda as as long as we, kama mtoto wa kiume unamwelimisha una, una, una, una unampa mwongozo, basi atakuwa and mmekuwa mnanipa support kubwa sana, nawashukuru. Kama nilivyoambia, sitowaangusha. Ndo ndo kwanza tumeanza hivi. elfu mbili na kumi na saba kazi nyingi tayari mnasikia, and uh, um, ile, ile ile kwa labo yetu ya kimataifa sena sio moja, zipo kama mnavyojua. So yeah um, nimefanya pia kazi na na ndugu zangu hapa uh, wa Tanzania. So, it's a blessing. elfu mbili na kumi na saba ni mwaka wetu na pia uh, kitu gani kingine nilitamani sana kusema? Yes ni, ni tamani sana kusema uh, wadao wa, wa mziki waanze kutusapoti watoto wa kike wanarhaswa, watoto wa kike wote, ila tuna rap tupo nyuma sana. Hata ukiangalia kwenye tuzo hakuna tuzo za za za, za, za kusema uh, rapa bora wa kike au chipkizi ama chochote. Hii pia ni, ni changamoto. Tunahitaji vitu vitu, tunahitaji hata concert ambazo female rappers watakuwa wapo pale, wana- wanawakilisha. Tunahitaji watu wa kutu lift up, sio tu kila siku, si tunajipusha wenyewe. So that time Tanzania pia ile na na na na na, na, na mtu wao watu wao wanaojivunia wana kuwa kwamba hao ni wanatuwakilisha Tanzania kama wenzetu wanaowakilisha Tanzania. That's all. Thank you a lot. Okay.